Mtoto mwenye miaka kumi na mitatu ambaye jumanne hii alipewa heshima kubwa sana kwa kuteuliwa na kupewa heshima ya kuingia kwenye secret service. Hawa ni watu wanaoheshimika sana, ndo wanahakikisha usalama wa viongozi wa rais na mambo kama hayo, ndo wanasimamia usalama wa nchi ya Marekani katika engo mbalimbali mbali. Sasa yeye ana passion ama, kwa muda mrefu sana alikuwa na passion ya kuwa polisi, sasa amepewa hii hapa heshima kubwa zaidi na raia namba moja ya Marekani na wamzungumzia rais wa nchi hiyo Donald Trump hadharani mbele ya Congress, na yeye mwenyewe hii alipokea kwa surprise kubwa sana, kwa sababu ni zawadi kubwa sana na bosi wa secret service alikuwa pale na akamkabidhi badge na kitambulisho rasmi cha secret service kwamba tayari ni miongoni mwao na amefanikiwa kwenda pia kwa raisi Trump kwa ajili ya kumshukuru na wakakumbatiana kama hivo. Sasa, kabla ya hapo, kuna hii video inasambaa sana ambapo unajua amekuwa na hii passion kwa muda mrefu akivaa kama polisi. Sasa hii video ilirekodiwa hawa kina dada na watu wengine wakimkejeli, wakimmock ye, yeah, kwa kweli ilimuuma ili, ili sana na ulimuona hana chochote cha kufanya lakini ndio hivyo. Eh, Mwenyezi Mungu bana huwa anawanyanyua wanyonge kwa namna ambayo mtu huwezi tarajia. Sasa itazame hii video ina trendi sana mtandaoni kwa sasa na wakilink pia na kile ambacho kilitokea Jumanne kwa kupewa heshima hiyo na Rais Donald Trump kwamba mliyekuwa mnamcheka huyu sasa ametambulika na nchi nzima na amepewa hadhi kubwa sana katika nchi hiyo. Who is laughing now? Nani anayecheka sasa? Ni yeye DJ. Audio series za kusisimua. Makala za ulimwengu.